Washukuri Ramadhani inatuacha kwa huzuni kubwa sana lakini, pia inatuacha Ramadhani kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Ramadhani inatuaga, mimi pamoja na wewe tunatakiwa tuchukue fursa hii kwa kujitafakari na kujihesabu. Tuna huzuni mkubwa sana kwa sababu tayari tuliingia katika mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mafunzo ambayo yalitujenga mimi pamoja na wewe, tukajizuia na mambo ambayo yalikuwa ada na mazoea, tulizoea mambo, baadhi ya mambo ambayo yanatuweka mbali na Allah Subhanahu wa Taala mambo ambayo yanatuweka karibu na moto, lakini kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuweka katika chuo hiki cha, cha Ramadhani, chuo ambacho alhamdulillah watu wengi wamesoma wamepata wa masomo wa makubwa sana, lakini pia mimi na wewe tunatakiwa tujihesabu na kutafakar ni kitu gani ambacho tumejifunza katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwezi unaondoka umeondoka na kitu gani? katika somo lako umesoma nini ambacho baada ya kuisha Ramadhani kitakusaidia, kitakusogeza mbele katika taa ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani haikuja kwetu sisi kwa ajili ya kutufunza uvumilivu wa kutokula na kunywa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipelekea nafsi ingie katika mazingira hayo, mazingira ambayo kila akikumbuka kutokula kwake kutokunywa kwake, akajihesabu kuwa aya anayafanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, moja kwa moja, Ramadhani itamfunza mambo makubwa sana. Kinachotakiwa ni matokeo ya kile ulichokifanya baada ya Ramadhani. Lengo si kukaa na njaa, lengo ni kujihesabu, umepata mafunzo gani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza mtu inamjenga kuwa muaminifu, kwa sababu amekaa na njaa tokea alfajir, masaa kumi na nne, masaa kumi na tano wakati mwingine, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa ana uwezo huyu, akakaa chumbani akala akanywa, lakini akajenga uaminifu kuwa popote nilipo Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Popote nilipo Allah ananiona na atanihesabia siku ya Kiyama. Akaamua kujenga uaminifu kama ule. Bila shaka uaminifu ule akaondoka nao kutoka katika mwezi wa Ramadhani, akarudi nao katika maisha ya kawaida. Moja kwa moja huyu mtu anakuwa amejifunza jambo kubwa sana uaminifu ule akauweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miezi ya kawaida aliamua kujizuia kwa ajili ya Allahu subhanahu wa ta'ala akawa mwaminifu. Lakini pia mtu huyu hubadilika kuwa mwaminifu hata katika mambo ya maasia alizoea kusikiliza miziki labda akiwa peke yake, anaamini Allah subhanahu wa ta'ala anamuona na anamwandikia madhambi, lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani akawa mwaminifu mkubwa sana wa kuto kuyatenda yale ambayo yatapelekea saumu yake kuharibika. Uaminifu huo tutoke nao ndani ya mwezi wa Ramadhani, tuende nao katika maisha yetu ya kila siku. Tuamini yale ambayo tulikuwa tunayaamini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani, watu wengi walikuwa wanapopia sana jambo la ibada. Watu walikuwa wanaswali swala tano, wanaswali swala za sunna, kikubwa zaidi mpaka tarawehe rakaa ishirini, ishirini na tatu. Watu wanaswali kwa uaminifu wa kumwogopa Allah subhanahu wa taala Uamini fule, tuende nao katika maisha yetu ya kawaida. Tulijizuia na kula na kunywa ni jambo kubwa sana, si ada katika mwili wa mwanadamu kutokula na kunywa. Asubuhi mtu anakunywa chai ya shilingi elfu mbili, shilingi elfu tatu, wengine mpaka shilingi elfu tano mpaka elfu kumi. Adhuhuri saa saba pia mchana anakula tena chakula, usiku anakula tena chakula Si ada katika maisha ya mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia akaweza kujizuia. Ikiwa umeweza kujizuia na kula, umeweza kujizuia na kunywa, basi hata na kusengenya jizuie, kama vile ambavyo ulijizuia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umefanya mazoezi makubwa sana ya kujizuia, ukajizuia kutokula na kunywa lakini pia utashindwaje kujizuia wewe kusengenya? Utashindwaje kujizuia wewe kumzungumzia ndugu yako katika ubaya? Utashindwaje kujizu kujizuia wewe katika kufitinisha? Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mimi na wewe tujifunze uaminifu, lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akatupa miongoni mwa masomo ya Ramadhani. Tumeona namna gani mtu akikaa tokea asubuhi mpaka jioni bila kula, hali anayokuwa nayo aliyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakufundisha wewe, wale maskini wasiojiweza wanaokuja kukuomba chakula, wakakuomba vitu mbalimbali, wale pia wanapitia hali kama hizo. Naamini leo mtu akija akakuomba, na njaa sijala, nikoje, utajua moja kwa moja huyo hali anayoipitia ni ile hali mimi nilikuwa ninaipitia wakati wa Ramadhani wakati ambao nimejizuia na kula na kunywa. Ndugu zangu katika imani, tumuogopeni Allah subhanahu wa wa wa wa ta'ala. Allah anatuambia ya ayyu alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, enyi mlioamini Allah taqullaha, kwanza muogopeni Allah waqulu qawlan sadida, na muzungumze maneno ya usawa, usawa, muzungumze maneno ya ukweli, kama vile ambavyo ndani ya Ramadhani tulikuwa tunafanya ukweli. Ukweli nazungumza maneno ya ukweli. Mtu akidanganya akaleta stories sio za dini, moja kwa moja anajua somo yangu inapungua thamani, mtaiharibu somo yangu. Maisha hayo ya ukweli, mimi na wewe tunatakiwa tuende nayo mpaka nje ya Ramadhani. Ya ayu alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah subhanahu wa ta'ala

Amtopata shida, amtokuwa watu wa matatizo matatizo. Allah atatengeneza mambo yenu, Allah atatengeneza familia zenu, wasioolewa wataolewa, wasiooa wataoa, wasiokuwa na pesa watapata pesa. Allah subhanahu wa ta'ala, wanawake na wanaume wakafanya haya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, wakajizuia na uongo, wakajizuia na uchafu, wakajizuia na mambo mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala atakutengenezeni mambo yenu. Wa ma yuti'illah wa warasulahu faqad faza fawzan adhima, mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake huyo bila shaka amefaulu tena kufaulu kuliko kuwa kukubwa sana. Wa ya ibadallah llah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, nahanu alana sasa hivi nuwaddiu shahru alkarima, tunauaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao milango ya rehema ilifunguliwa na watu walitarajiwa kuachwa huru na moto wa jahannam. Je, tumenufaika nao vipi na, na kuuaga huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tumenufaike vipi nao mwezi na tunauaga vipi huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia anatuambia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha jaa Ramadhani, inapofika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, milango ya pepo ufunguliwa, milango ya moto ufungwa na mashaitani ufungwa minyororo. Allah subhanahu wa ta'ala watu wanawacha huru na moto, watu ambao tayari walishamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, walidhulumu, walizini, walisengenya, walifanya mambo kaza wa kaza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala akawaacha huru na moto. Wewe upo katika kundi hilo la hawa ambao watanufaika na mafao haya? Bahati mbaya sana ikiwa wewe au utonufaika na, na mambo haya hali ya kuwa mwezi mzima umejizuia na kula mwezi mzima umejizuia na kunywa mwezi mzima umejizuia na mambo mbalimbali ili Allah subhanahu wa ta'ala akunufaishe lakini tunamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi unaisha ndugu zangu katika imani na kuhusieni kwa mara ya pili pamoja na kuiusia tena nafsi yangu katika swala kubwa kabisa la kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Hakika aliyefanikiwa katika mwezi huu ni yule aliyefanya Ramadhani kuwa shule ya nafsi yake, anapomaliza Ramadhani anaendelea katika utiifu wa mwingi wa rehema. Na aliyeshindwa ni yule aliyekuwa mja wa Ramadhani, inapomalizika Ramadhani naye humalizika ibada zake kwa maana huyu si ajajiweka kuwa yeye ni mja wa Allah Subhanahu wa Taala, amejiweka yeye kuwa ni mja wa Ramadhani. Kwa maana ikiingia Ramadhani, zinakuja hisia za ibada. Ramadhani ikija, inakuja hofu ya ibada. Ramadhani ikija, anakuwa mtiifu. Ramadhani ikija mpaka mke wake kimada chake hata kuchatinaye achatinaye mchana wa Ramadhani, maasi yote hayafanyi ya kwa sababu ya kuogopa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mtu ambaye amepata hasara, amepata matatizo, ni yule ambaye Ramadhani inakwisha, kwa kuwa Ramadhani imeondoka, anaamini moja kwa moja katika moyo mwe wake Mwenyezi Mungu naye ameondoka, ana haja tena ya kufanya ibada. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikialie kuwa miongoni mwa hao ayuhal muslimun alaina nudawima ala taati llahi wa min ahami ma ahrisu alayhi. Ndugu zangu wa tukufu Waislamu, ni juu yetu kudumu katika ta ya Allah subhanahu wa taala. Na katika mambo ambayo tunatakiwa tuyafanyie pupa baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo la kwanza kabisa almudawamatu ala salawati, baada ya kuisha Ramadhani ndani ya mwezi wa Ramadhani na baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa mimi na wewe tudumu katika kuswali swala tano na ndio kuokoka kwetu. Kinyume chake, tutajidanganya tutajisifu sana, mimi nimeanza kufunga na miaka nane na miaka sita. Hata kama ulianza kufunga na miaka miwili, lakini ikiwa Ramadhani ikifika, ndio unaifupia Ramadhani imeisha, wewe hauna tena mambo yale kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aba Mansura, hakuna kitu chochote kile ambacho wewe utakipata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mambo ya lazima ni kudumu na swala tano, lakini pia jambo la pili tilawatil Qur'ani watafakuru fihi, kusoma Qurani na kuitafakari Qurani. Inazungumza nini? Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Ukawa unasoma yale maneno, kama ujui Kiarabu unachukua msafu wa Swahili, msafu wa Kiswahili unasoma Kiswahili ujue Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumza nini. Lakini pia kuitafakari yale maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anataka nini? Allah ameamrisha nini? Akhera kuna nini?

Ma jambo la tatu ni kuswali swala za sunna, si faradhi tu. Unakuja msikitini, kabla kuna swali kablia, kuna swali baadia. Lakini pia baada ya ramadhani kuna ile sita tishawali, ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, yeyote mwenye kufunga ramadhani akazifuatisha zile sita, mtu huyu anahesabiwa katika mizani ni katika wale ambao wamefunga mwaka mzima. Angalia siku sita tu, tumefunga siku 30, siku 29 9 tutashindwaje kufunga siku sita, tukapata malipo makubwa kabisa, tena ukaambatanishwa, ikiwa Allah alikujalia, sasa ukaupata usiku wa Lailatul Qadri miaka tatu na miezi minne unaonekana wewe umefanya ibada lakini pia Allah subhanahu wa taala akakujalia ukafunga siku sita Ramadhani. Wengine wote wanahesabika wamefunga siku thelathini, lakini mbele ya Allah subhanahu wataala kwa kufunga zile siku sita, Allah anakufanya wewe ni miongoni mwa wale ambao wamefunga Ramadhani mwaka mzima sambamba. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuondolee uvivu, Allah subhanahu wa taala atujalie kuweza kufunga mwezi, mwezi, wa, mwezi wa Shawali lakini pia jambo la nne ni kukisirisha dua na istighfari kumuomba sana Allah. Wengi hapa tuna matatizo na tunaamini nyota zetu zimekatwa, tuna mabalaa, tupati pesa kwa sababu tukithirishi kumuomba Allah. hatuna kawaida ya kumuomba Allah, tunaamini kama Allah subhanahu wa ta'ala tumegombana naye. Tunachukua pesa zetu, tunaenda kwa watu, anatuombea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. aliyakuwa una mdomo, aliyakuwa unajua A namna Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuelekeza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ud'uni astajib lakum, niombeeni nitakupeni. Kwa nini tusimuombe Allah na Allah ametoa ahadi? Kwa nini tuombe? Kuomba unazidisha sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah, na kuomba kitu fulani, na kuomba jambo kadha, na kuomba jambo kadha, unarudia na kurudia na kurudia, na pia kuendeleza istighfari, kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah Astaghaf astaghfirullah angalau mara mbili asubuhi na jioni. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa kwa siku anamstaghfari anafanya istighfari, anamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala mara 70 katika riwaya nyingine mara 100 anamuomba msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Allah akasema katika sura Hudi, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi umatikum mataan hasana, muombe msamaha mola wenu kisha mtubie kwake, mata'an hasana Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni maisha mazuri, atakupeni happiness, atakupeni furaha katika maisha haya, amto amtotaabika. Baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tudumu kumwomba sana dua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atusamee makosa yetu. Jambo la tano na jambo la mwisho, muda wetu umekwisha, wasadaqati walihsani, kutoa sadaka na kuwasaidia wengine. Au auna pesa unawasaidia wengine kwa hali na mali. Unamwona mtu kabeba mzigo ameelemewa, unamsaidia. Tuwe na hali ya kusaidiana, ndo hali ambazo alituachia nazo mtume wetu Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam. Una pesa, unanunua hata pipi, unawapa watoto wadogo waweze kufurahi. Jirani yako unaamini kabisa anaishi maisha si mazuri, si kama ya kwako wewe, unampelekea unga, unampelekea mchele, unamfanyia wema mbalimbali, una swali swala tano, uka unafanya yote haya baada ya kuisha mwezi mtuka. Ramadhani lazima Allah Subhanahu wa Ta'ala akubadilishie maisha yako ukaishi katika ta'ah, an yaraka Allahu fima amaraka wa la yaraka fi manahaka, ukawa katika hali ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wote anapenda wewe kukuona, na wala usiwe katika hali ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukia, mara amekuona kwenye ambo ya mpira, mara mara mara kwa ya kama joka, uko wapi katika katika mambo mambo ambayo ambayo hata yaingika akilini, katika mambo ya maasi ambayo si laiki na wewe mtu ambaye ulifunga Ramadhani ukajizuia kwa ajili ya kupata ucha Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akupe neema ya aku pepo, lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akujalie duniani upate rehma na neema zake. Unaonekana baada ya kuisha Ramadhani ni mtu mbaya sana, aliyakuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuletea chuo cha ucha Mungu. Ndugu zangu katika imani, muda wetu umekwisha. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ta tusamee makosa yetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe hii, tufurahi pamoja bila matatizo bila maradhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tufungulie milango ya riziki yote tufurahi wale wanaojiweza na wasiojiweza waweze kusaidiwa. Tamamba, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atusamee makosa yetu.